Na sio tu mke wa mtu, bali wewe ni mke wa rafiki yangu wa karibu. Kile ambacho kimetokea baina mimi na wewe tufanye tu kama ndoto vile au tu kama tukio la mara moja, lakini tusilifanye ni tukio endelevu tu ambalo tunaweza kulifanya kila siku kila siku. Ah, mimi nachokuomba tu utulie nyumbani na mume wako basi. No, no, no. No, no, no. <sighs> Mke wangu, unajua Kadri siku zinazidi kwenda, upendo wangu kwako unazidi maradufu. Lisa, sijuti kukuchagua wewe kuwa mke wangu. Kaka sasa, kwa nini? mara ngapi unielewe? nishakwambia mwanangu, mbele yule mtoto mimi sichomoi yule mtoto kanikamata. Yaani ninavyokuambia mwanangu, yule mtoto sio upoa kama kaungwa nazi vile. Sasa unategemea mimi nifanye nini? Mwanangu usinifanyie hivyo tasha, naomba afanye juu chini, mimi niondoke. Mimi nakuamini na ushindi na lolote poa, hamna noma. Bravo, ndio maana ukubali, ndugu yangu jeu kuniangusha au vipi? fanboy <laughs> Sidhani kama kweli unanipenda. Ndoa ni moja ya kiapo kile cha kufana kuzikana. Ndani ina siri nzito ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifungio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Wezitambua. Ina maana ndio umempanga rafiki yako ili mje mnidanganye? Ah. Ah. Mke wangu maneno gani hayo unayoongea? Kwa nini? Je, rafiki yangu ilitukuongopee ni kweli tangu jana usiku tulikuwa kazini tumekesha usiku kucha mpaka leo hii. Sasa kwa nini kudanganya mke wangu jamani? Au basi kama huniamini, muulize Tasha mwenyewe atakuelezea kila kitu maana yeye ndio shahidi. Naomba usinifanyie hivyo Lisa, please. Lakini ukiachana na yote hayo, hata jana usiku ulisikia mwenye maongezi yetu kwenye simu, tulikuwa tunaongelea mambo ya kazi. Sasa kwa nini tukuongope mke wangu? <coughs> Inaonekana kazini kwenu kuna wafanyakazi wengi wa kike, maana unanukia manukato ya kike. Ah ah, ni kweli mke wangu unavyosema. Unajua kazini kule kuna wafanyakazi wa kike na wengi wao wana itikadi za kizungu, kwa hiyo kwenye kusalimiana lazima mhag, ndio maana unaona nina harufu ya perfume ya kike. Ni hivyo tu, mke wangu hamna chochote. Vipi, kwani Lisa? Ina maana uniamini au? Kwa nani amesema kwa mimi? Tulipokutana asubuhi uliniambia kwamba rafiki yako alipitia nyumbani akaoga akabadilisha nguo. Nimekuandalia maji ya kuoga mme wangu, kaoge ubadilishe nguo, utakuta nimemaliza kupika. Asante ah. <laughs> sana mke <mkiwa> wangu <laughs> Wanajitahidi kuilinda ila bado inawaliza, inawaliza ndoa no, no, no. Nyanyuka. Lakini, Nyanyuka, come on. Nikumbatie. Lakini, sasa, listen, nini unafanya? Nikumbatie. Eh? Ah, ngoja kwanza, Lisa. E, subiri, sasa kama nikikumbatia hapa alafu akaja akatuona fikiri, hata kama mtu kwake anaweza kaja hata sasa hivi, Lisa. <sparum> Natasha, samani imekosha muda mrefu hapo <laughs> yaani, yule mpango wetu wa business ule naona huu ndo muda <laughs> ah. mke wangu vipi, mbona leo unachekacheka cheka sana eh? Natasha, vipi mumepea nini shimeji yako eh? <laughs> Kinachonchekesha unajua nini Nyinyi ni waongo sana. Nilipokuuliza kuhusu nguo yako kunukia manukato ya kike, uliniambia kwamba kazini kwenu kuna wanawake wengi sana. Niko hapa na shemeji yangu, tunapiga story, nikamuuliza swali lile lile, kaniambia kazini kwenu mlikuwa wanaume watupu, hakukuwa na mwanamke hata huyu mmoja. Kwa hilo, jambo hili limetokea kunichekesha sana. <laughs> Tasha, leo umekula nini, ndugu yangu? Mbona unakuwa msaulifu hivyo? Ah. Bro, kwani umesahau leo kazini tulikuwa tunatoka pale ofisi ya mapokezi. Kulikuwa kuna wale wadada wale ambao tukiwasalimia wanatuhug. Eh? Au umesahau Tasha bwana? Kwa serious bwana. Ni kweli kaka, upo sahihi ni mimi tu nilijisahau, nili, nili so, hajua tena, mambo ni mengi shemeji. Wakati tukiwa tunatoka tu, tu, tu, tu pale tunaingia tunatoka tu, tu, tu, tu, tu ya tunatoka tukakutana na, na, na, na wadada ambao tunafanya tu, nao kazi katika ofisi moja a, wakawa wanatuhag. Kwa hiyo hupo sahii kaka, ni mimi tu nilisahau shemeji. Halo? Yes, halo. Tasha mpenzi wangu, nimekumisi sana. Asante, nimekumisi pia. asali nilioilamba jana kutoka kwenye mzinga wako nitam ni tamu sana, natamani nilambe tena na leo. Hivyo basi, nitakuja kulala kwako usiku wa leo ili nilambe ni tena. Lisa, ah, bwana Lisa, li, li, li, li, usije ukajisahau kwamba wewe ni mke wa mtu na sio tu mke wa mtu bali wewe ni mke wa rafiki yangu wa karibu. Kile ambacho kimetokea baina mimi na wewe tufanye tu kama ndoto vile au tu kama tukio la mara moja, Laki, tukio, lakini tusilifanye tukio endelevu ambalo tunaweza kulifanya kila siku kila siku. s upo nyumbani itakuwaje? au Ha, ukiondoka hapo unamwagaga vipi mpaka Kai akuelewe? Mimi mi, mi nachokuomba tu utulie nyumbani na mume wako basi. Sikiliza nikwambie Tasha, ukiua kwa upanga ni lazima na wewe utakufa kwa upanga. Kai amesha nitesa sana na nimemvumilia sana, ni zamu lake na yeye. Oh, wewe jiandae tu kuwa na mgeni usiku wa leo. Sawa sawa hamna shida nimekuelewa nakupenda ah sweetheart. Miki wangu shida nini? Mbona mehafirika hivyo, kuna tatizo lolote? Yani, mme wangu, nimetoka kuongea na simu na mama hapa, kuna msiba umetokea, ananilazimisha mimi niende, alafu mi sipo tayari, ukizingatia mtu aliofariki hatuna to karibu naye kiivo ah. inna lillahi wa inna ilahi rajiun Poleni sana mke wangu, ila mimi sioni kama kuna haja wewe kujishauri. Kama ni swala la msiba, wewe nenda tu, alafu ukizingatia ni mama mwenyewe amekuambia, na siku zote kauli ya mama ni sheria. Kwa hiyo mi nakuomba sana mke wangu, mtii mama na uende msibani wala usiwaze. Mume wangu, mimi nimekumi sana na leo ndo umerudi nyumbani, natamani tamani nikae na wewe Aa, mke wangu wala usiongee hivyo, hata mimi pia nimekumisi sana ila, ukiangalia, mbele yetu tuna swala la msiba. Hata mi binafsi nafsi yangu wezikuwa na amani, sababu sipoenda italeta picha mbaya kwenye kwayo, please. Naombo, mti na ule wenyewe sina usijali kusana, na nauli nitakupa.

Nisikilize, sasa mke wangu anapatwa na msiba na mamake amemshawishi, ikitokea akaja nyumbani bila taarifa na akakupigia simu, tunafanya wote kazi muda huo. Sasa itakuwaje kama mke wako akitambua ile swala? Ah, Tasha ndugu yangu, mbona niangusha tena master, mimi kosa plan? mimi Naamini huwezi kukosa plan B kwenye hilo, utalimaliza sawa. Hamna shida, nimekuelewa, nitafanya hivyo. Sawa ndugu yangu, nakuamini usiniangushe. Sawa. Tasha, nahisi nahisi kama nimechelewa kufahamu. Tangu nimekupata najiona ni nime mwanamke mwenye bahati sana. Nimelala nawe usiku mmoja tu, nimekuwa ni nime mwanamke mwenye furaha sana. Light, ningekujua before nahisi <laughs> na hisi furaha yangu ingekuwa maradufu. Una uhakika na kitu ambacho nakizungumza? Ndiyo, nina uhakika na nilikuwa. Ni mtu ambaye nashangaa watu wanaosaliti ndoa zao, na nimegundua kinachomfanya mtu kuchepuka ni kuitafuta furaha. Na mimi furaha yangu nimeipata, ni wewe Tasha. mimi nakuelewa vizuri sana Lisa, lakini huwa nafikiri hiki ambacho ninachokifanya mimi na wewe tupo sahihi, kwa sababu Kai ni rafiki yangu wa karibu sana, huwa tunasaidiana kwenye kila jambo ambalo linajitokeza. Sasa leo hii akija kugundua kwamba mimi namsaliti, natembea na mke wake, unafikiri itakuwaje? Itakuwa ni uhasama mkubwa sana kwa hiyo mimi nilikuwa naomba jambo moja, kama utajali, naomba utoke tu katika maisha yangu, uendelee na ndoa yako, uendelee na mume wako, na maanisha mimi uniache, tuendelee kubaki kama mtu na shemeji yake, kama ilivyokuwa hapo awali, na hata hilo ambalo limetokea kwa siku moja tufanye tu kama bahati mbaya, kwa sababu ili jambo litakuja kuleta uhasama mkubwa sana baina ya mimi na Kai tasha mimi nimekuelewa, lakini unakumbuka wakati naongea na wewe kwenye simu, nilikuambia mzinga wako unatoa asali tamu sana? Basi naomba nilambe leo kwa mara ya mwisho. Lisa, mimi najaribu kukuelewa, na katika maisha yangu sijawahi kugombana na kai hata siku moja, na wala sijafikiria kugombana naye, lakini naona kabisa wewe utakuwa ni sababu ya mimi kugombana na rafiki yangu kipenzi. Sawa, naomba utekeleze kauli yako ambayo umezungumza hapa, kwamba leo hii tukifanya ndio itakuwa mara ya mwisho haitajirudia tena. Tena utakuta mashemeji zako, kumbe hao ndio viunganishi, wanajifanya wakweli, ila kumbe wanafiki kuna watu wanatamani, inaweza kuwa kifundio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, uwezi tamua. uwezi.